Mheshimiwa Gwajima ameyasema hayo hii leo jijini Dar es Salaam wakati akielezea ya maendeleo yaliyopatikana katika wizara yake chini ya uongozi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kuitaka jamii kuyapa kipaumbele matendo ya ukatili wa kijinsia kama ambavyo wanayapa kipaumbele mambo ya kilimo, uvuvi, barabara pamoja na afya. Namba zimetangazwa zote, zinapokea hata simu ndogo hizi, mnasema simu hizi zisio janja. Unatuma message ili sisi mara moja tuwasiliane kidigitali tumfikie ule mtu katili. Watu wanakaa wanatazama, ah, mimi mimi mimi, sitaki sitaki kusema, nitaonekanaje sijui nitafanywaje, mimi bwana, mambo yao sitaki. Mwishowe pa ukatili umetokea, tunaanza sasa kuwasiliana na kusambaza matukio. Tusambaze taarifa za dalili za kutokea kwa ukatili kwenye maeneo tulipo, kupitia ngazi hizo tutaweza kudhibiti. Kwa hiyo mkakati ni mpana kuliko wa serikali au wizara peke yake. John Bukuku. Aidha, kwa upande mwingine, Dr. Gwajima ameiasa jamii kudumisha amani kwani pindi kunapotokea vurugu changamoto kubwa imekuwa ikiwakuta watu iki wasiojiweza na makundi maalum pamoja na wanawake na watoto. Amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii, hivyo kukosekana kwa amani kunasababisha athari hasi kwa makundi maalum yakiwemo wazee, wanawake na watoto. Athari hizo ni pamoja na kupotea na na na uharibifu wa mali na makazi, kuongezeka kwa watu wanaopata ulemavu, kutokea kwa vifo na magonjwa ya mlipuko, kuongezeka kwa vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kuongezeka kwa msongo wa mawazo na kiwewe, na kukosekana kwa huduma muhimu za kijamii kama vile huduma za afya, maji safi na salama, usafiri, umeme na chakula. Hivyo hima tudumishe tunu za amani kwenye jamii yetu kama msingi wa maendeleo na ustawi wetu. Lisungu David Kambona.